Sasa msimamo yeah, ms, msima wa serikali kuhusu hili kwa sababu wewe mwenye, ndio mwenye dhamana katika wizara hii kuhusiana na hili na hoja hizi ambazo zinatolewa na Watanzania na kufikia hatua kwamba sasa serikali inataka kumnyonya mtanzania yani, msimamo wenu yani ni hata mwede? Hivi nafafanua tu ili kutoa uelewa mm -hmm. Lakini hata mimi mwenyewe niliyeweka mapendekezo siwezi kufuta e, uamuzi wa bunge. Bunge lilishapitisha hiyo, ni sheria hiyo ni sheria kwa hiyo yule anayedhania anaweza kuhamia Burundi kuliko nafuu, na aende ahamie huko Burundi, lakini hii ni sheria na inaenda kutekelezwa. Baadhi ya wananchi wa Tanzania wamefukua makaburi na kuleta moja kati ya interview ambayo alishai kuifanya waziri mkuu wa sasa hivi na mzungumzia Mwigulu Nchemba ambaye alikuwa anafanya mahojiano na, na kituo cha ITV na kama ameulizwa na na na na kuhusiana na tozo Burundi. Hii ni moja kati ya klipu ambayo Watanzania wanaisambaza na kuonyesha kabisa kwamba alichaguliwa kuwa waziri mkuu wao ni mtu ambaye wenyewe hana imani naye kutokana na kwamba ni mtu ambaye kutoka mwanzo kabisa alikuwa hana uh, ajali kabisa maumivu ambayo Watanzania wanayapitia kama wananchi. Sasa, kama alishai kutoa kauli kama hii hapa, wananchi wanaonekana kabisa kuwa na wasiwasi kama endapo huyu ni mtu ambaye atawahudumia na kuwapa uh, huduma ambayo anahitaji kama wananchi na kuwahurumia kwa mambo mengine ambayo anahitaji um, uh, maendeleo yao kiujumla. Sasa sijui kama ulishai kupata fursa na unakumbuka wakati alikuwa ni waziri wa fedha, kama sijakosea, uh, wakati alikuwa anazungumzia kuhusiana na, na masuala ya uh, tozo ambayo ilikuwa imewekewa sasa wananchi wengi wameonekana kabisa kwamba kutokuwa na imani naye, pamoja na kwamba rais Samia Suluhu Hassan baada ya kumapisha bwana Nchemba akasema kwamba e, ushindani wake ama, a, amepata uteuzi ambao ulikuwa na ushindani mkubwa, lakini kwake anaamini kabisa kwamba huyu ndio mtu sahihi ambaye anafaa kuketi kwenye kiti cha waziri mkuu na ndio maana akamteua na kumwapisha kabisa mara tu baada ya wabunge pia kuweza kumpigia kura nyingi sana. mm -hmm. Sasa sijui na mtazamo gani kuhusiana na kipande hiki cha interview, lakini pia ni kuuliza tu kama utakuwa Una imani kabisa na huyu waziri mkuu ambaye ameteuliwa waziri mkuu mpya kabisa wa hii awamu ya sita. Una maoni gani kuhusiana na hilo? Na ona itakuwa ni vizuri kama ukidrop pale chini kwenye uwanja wa comment.